Vijana wanawasha moto hapa katika daraja hili eh, daraja la Ubungo Dar es Salaam Tanzania, makusanyiko yavi kati, kati mwa barabara eh, eh, kama unavyoona wanafunga barabara hivyo, naweza ukatazama hivyo mtazamaji, vijana watu wanafanya vurugu hivyo, wanafunga barabara na maandamano yanaanza hivyo, eh, taharuki Eh, wakiwa wana aribu muundo mbili kama hivyo navyotasama, ewe mchezamaji, hapa ni Ubungo wa jijini Dar es Salaam Tanzania, ni Ubungo wa Dar es Salaam Tanzania. Vijana wamefunga barabara eh, maandamano yakiwa yameanza hivyo, wamefunga barabara huku wakiwa wanaimba, wanataka haki zao vijana zaidi, tunaweza tukasema hawa ni jenzina. Eh, unaweza kutazama vyombo vya ulinzi na usalama haviko hapa eh.